kuna kwa jina la kisasa. Eh, bwana mpiga na Delio mwenyewe. Delio. Miezi mitano ambayo imepita sasa hivi. Ambapo linafanyaje? Itakuwa inakuja vizuri zaidi pale, alafu tutakuwa tunasikia bwana jamaa ameshaingia, ama bado yupo nje. Kwanza ongeza uh, juhudi uh -huh. Kitu nimejifunza sana uh. Ni kupea attention asikwambie mtu kutoka Ali Connection uh. Wanaotuzungukwa kivuko vunja daraja lafu kaza misuli mwana, ili kutupa faraja yeah. Vina vya kupachika kavile pinchi uh -huh. Kitu vitu hawajui ni kuwa mziki nilirithi uh -huh. Nyingi za uongo bosi, itagamii watakuchimbachimba lafu kupei

Anatokea wapi? Mi natokea Kilifi, Kilifi kibarani vita ya, ya, ya, ya. Okay. RJ City rojo rojo lakini kibarani. Okay. Yeah. Okay. Uh, jamaa ambayo anatokea Kilifi kule, yeah. Uh, maybe tuanze tu pale nyuma kabisa, sure. Uh, kwa sababu Deeboss unajua bana, si majina rasmi pale. Yeah, yeah, yeah, yeah. Maybe Deeboss, majina yeah, yeah. yake. Okay. kitambulisho. Mi naitwa Jemsi Mtawali Gogo Uh, <laughs> James Mtawali. James Mtawali Gogo. James Mtawali Gogo. Sasa mbona ukaamua bwana the boss? The boss, the boss ilikuja wajua boss. Boss is always right. Au sio? Yo, since nimeanza muziki wangu, muziki wangu haujapingika. Wajua boss hapingwi. Kabisa. All the time boss hajawahi pingwa na muziki wangu haujapingika. Ndio nilikuja kwa sababu ya boss. Na kachuachia kinapokelewa vizuri. Sijui ni kwa sababu ya boss ama ni kwa sababu ya nini lakini muziki wangu mashabiki wanaopokea <coughs> <coughs> <coughs>

Boss Sure, mimi education level yangu mm, ni katka pale ukamwa bana ndio hivyo au sio? Na maybe aina gani ya muziki ambayo Deeboss anafanya sasa hivi kwa sababu unajua kuna genre tofauti? yeah, yeah. Yeah. Mimi nafanya hip -hop. O okay. mm. uh, hip hop sema tu, pia hip hop siku hizi pia kuna vile imebadilika. uh -huh. na vile wengine wanaifanya soft ilete biashara pia uh -huh. na kuna, kuna zile ngumu si kila mmoja anaweza. Kuna hardcore hip hop, tazama mwingine wengine kusikiza kuskia inakuwa ngumu. Tunafanya bado tumestick kwenye hip hop lakini mm -hmm. tunafanya kidogo inakuwa soft kidogo ndo watu wajaribu kwenda na Uh, mziki unaofanya unasema ni hip hop, nikuulize? Yeah. Uh, tu swali la kizushi upande kwangu hapa gani. Sure, sure, sure. kilikufanya kili paka wewe ukaingia katika mziki wa hip hop na mziki eh, uko mara nyingi tu zaidi. Ni kitu gani kilikufanya paka wewe ukaamua tu uchague rapping siku si kuimba? Unajua, Hip -hop, hip -hop, hip -hop ni real. Uh -huh. Yeah, yeah, hip -hop is real. Uh -huh. Yeah, hiyo ndio kitu ambacho ilinivutia, hiyo ndio kitu ambacho ilinifanya paka nikaingia kwenye music. First mimi nikasema hip -hop, ndio muziki wangu ndio best kwa sababu gani? Okay, hip -hop inaongelea real life. Uh -huh. In one way or the other kuna kuna kuna vile kuna mtu asha experience hiyo shit yenye unaongelea okay. Umeona? Yeah, hata kama si, si real life, hujapitia wewe, lakini kuna mtu mwingine kwa njia moja ama nyingine ashapitia kitu. So hip -hop ni kweli. Okay, hip -hop ni real by the way. Uh -huh. Yeah. So Deeboss, uh, yeah, yeah, yeah. Mziki wakwoko unatokana na uh, uh, kitu ambacho kimefanyika katika maisha yako ama uhalisia fulani hivi, kwa sababu tukiangalia kama sikati tamaa ngoma kama hizo. yeah, yeah, yeah. E, la kisasa je? yeah. Yeah, ni ngoma ambayo bana, kuna kitu ambacho kinafanyika kwenye maisha yako na unakuja yeah. Unaamua naketu unaandika ngoma ama inakuwaje? tukiongelea kuhusu la kisasa <clears throat> la kisasa naweza sema, inaweza kuwa ni real life Yani, experience mimi. Okay. tukengelea kusuetwaje, skati tamaa. uh -huh, skati tamaa kuna mwana mwanangu. uh -huh, ashanipia hiyo storia ya, yake. uh -huh, na bodonga ka chini nikaandika ngoma bado. Okay. pitia yeye. Yeah. No, so uh, umesema kwamba ulianza 2016 s sure. Uh, maybe ilikuwaje kwa sababu umesema ulikuwa shule ya, ya, ya, ya. Sasa unajua bana familia nyingi hapa nyumbani. Yeah. uh, uh, baadhi ya wazazi wetu waga wapendi kabisa kufanya muziki yeah. Na uko shule yeah. Pale yeah. Alafu pesa ya kurekodi yeah. Ulikuwa unapata wapi enzi hizo? <laughs> na bado uko shuleni, hiyo <laughs> ni changamoto kubwa sana kwa sababu gani? Unajua, <laughs> changamoto zinatokea nyumbani kama, okay. wazazi na familia hawatapenda chenye unafanya okay. ndio inakuwa ngumu lakini tukaongelea kuhusu kulipia studio. Mimi nilikama baada kujitambua niko na uwezo, maana nilikuwa mi na lacti madrama umeona, tunaenda na nacheza hizi traditional dances pia na kuimba. Sasa after kuona niko na potential naweza fanya hiyo hiyo kitu mm -hmm. kuna vile kuna mwanangu Tricks. Sasa tukaongelea kuhusu Tricks, tricky day. Uh, tricky, Tricks. Tricky day sasa mm -hmm. akapenda mm -hmm. kilicho ndani yangu umeona sasa okay. akaniita akasema nataka tufanye kitu umeona uh -huh. Sasa nimekaa kwa kina Tricks, by the way, kwa kama 4 years. Okay. kwa nyumbani kwao pale kama Mungu pia akatu bless. Okay. na jamaa kama kutukia kutu, studio nyumbani mm -hmm. studio ya kushua sasa, tukawa na home studio tunafanya tunafanya tunafanya maduba pale sasa mm -hmm. ile chemistry ya mimi na Tricks ndio kaingiliana, nishakuwa hype man wake kwa kama miaka mitano hivi, yeye anafanya show okay. show mpaka okay. mimi tunafanya hizo hizo hizo shit nini, nimefanya ngoma nyingi by the way na Tricks, hata lakisasa kisasa naweza kwambia naweza kwambia taji Taji ile ina muda mrefu sana, ina miaka mingi, huwezi amini. Lakini sasa bado iko kwenye vibe zake, kweli. Ilibidi niachie ndo ikuwe boom. Ngoma kali sana, ngoma tamu sana, nimekubali hadi <laughs> mimi mwenyewe nimekubali. Alafu <laughs> imepita na Alafu kuna kuna kuna kitu kimoja wanapenda kukisema, kuna vibe fulani wanapenda kulisema, na siko na kiwa serious. Alafu jamaa kongana na boss eh bwana <laughs> moja kwa moja Deeboss <laughs> eh, unasema baada ba, ya ba, kutoka oh, shuleni nini, changamoto ulizozipata vitu kama hivyo eh bwana, mimi nitakuuliza mbali na changamoto za shuleni ulipomaliza pale uka pia ukazidi kuendelea na muziki, ni changamoto changamoto gani ambazo wewe umezipata mbali na faida, manake tutakuuliza faida, lakini tunataka tujue changamoto ni gani ambazo, ulimaliza form 4 uh, vitu kama hivyo, na sasa bado unaendelea na mziki. Ni changamoto gani ambazo bado unipata kwa shule? Kwa sababu gani nilipokuwa shule, na vile unaweza mwambia mzazi, nataka kuishi na kakupa, ukishatoka Ndo metoka, umetoka umetoka mikononi mwa wazazi pia umeona, mm -hmm. Sasa, labda nilikuwa unaweza danganywa ukasema nataka hichi na bado ukainvest kwenye music ukafanya one, two, three. After kutoka pale hiyo kitu imeisha. Mzazi tena kuna vile unaweza mwambia kitu chochote akakuelewa kingine okay. Pia challenges ni kibao sana mm -hmm. Kwenye music music unafaa kuwa na management, so far mimi tangu nianze mziki wangu nimejibeba mimi kama mimi oh, mimi sina management mimi najitegemea mimi kama mimi hustle zangu mm -hmm. ndo zinafanya mpaka mziki wangu umefika kwenye mnaona umefikia, okay. ya ya ya ya hakuna mwenye amenishika mkono so, so maybe uh, maybe pia Deeboss hapo yeah. Tujue tu mara kwa kwanza kuingia kwenye recording booth ilikuaje, wewe kama Deeboss mwenyewe, mara kwa kwanza kabisa ile umekwenda kurekodi? sure mm. ya kwanza ilikuwa moto sana, kwa sababu siku expect hiyo uh -huh. ndio ilinitia nguvu ya kujua naweza naweza fanya shit, maana hiyo kitu ya kwanza kuingia studio uh -huh. first time ilikuwa moto sana yaani, kila moja nilimwacha hoi maana nilikuwa na rekodi one take take, one take. Okay. Hey. Mbona hey, si uh. <laughs> <Wakawali laughs> uh. Sasa ukujiita hukujiita one take kwa sababu pale studio walikuwa na jamaa u ni msianchlin moja na tayari mbona hukujiita hilo bana? So bana uh, Deeboss eh, hivi, katika safari yako ya muziki mpaka pale sasa hivi umefikia, kuna mtu yoyote ambaye imesha tokea kukatisha tamaa kwambia yeah. Bana Deeboss bana, hakuna mahali unaenda, acha na muziki wewe eh. uh. uh, siko sure au ko sure ya ya ya ni kama si, si, si, si, si. Yaani, mimi napokea tu watu wakini wakinambia, angalia, watu wengi wanajitokeza wanambia, angalia, mm you can bro mm na you are going somewhere aendelea moa natafuta mahali, au sio? Uh, maybe tujue kwamba kwenye safari yako ya muziki sure. kuna manufaa yote ambao ushaipata kufikia sasa hivi, tangia uanze muziki mpaka sasa, kitu ambayo mimi nanikamoo sana na seza cha music na hip hop tiladai ni kwa sababu gani? mm -hmm. Music imeplay part kubwa katika maisha yangu okay. ya maisha yangu yenyewe ni mziki. mm -hmm. Mi mwenyewe ni mziki. mm -hmm. yeah. Mimi music naweza kuambia, nikiwa high school ishanisomesha miaka miwili nimesoma. okay. kwa free kwa sababu ya music. uh -huh. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, tukiangalia, pale ngoma yako ya kwanza kabisa ngoma mm -hmm. yako ya kwanza na ile ambao umetoa latest ama ile ya juzi ama ile ya mwisho ambao umeachia mm -hmm. kuna tofauti yoyote ambao mwenyewe unaiona ukikaa chini hivi unaangalia ile ya kwanza kurekodi na ile ya mwisho kurekodi mm -hmm. kuna tofauti yoyote kweli? Shura, tofauti iko, eh uh eh -huh. Uh, tofauti iko uh -huh, kuongelea kuhusu yeah. tofauti uh -huh. tofauti, pia wajua muziki unaenda na wakati okay. na muziki pia kuna message unafaa ku deliver mm -hmm. na na a certain time. Ngoma yangu ya mwisho sasa hivi tuseme ni collab yenye nimerekodi na mwanangu mwenye tumekuwa tumeingia naye studio leo Tboy yeah okay. yeah ile ya mwisho ni real life. kwa sababu gani mm -hmm. ya mwanangu music sasa hivi imenipia respect kubwa, imenipia marafiki, imenijengia okay. heshima imenifanya nimekubalika, nimepata michongo mingi kupitia, mzi, kupitia GZ, mziki kupitia mziki ya yeah. Yeah. Nilikuwa na festival nilihost host yetu takeover, nilikuwa na wasanii karibu wasanii 30. Okay. wasanii wenyewe okay. ni wasanii, wasanii wakubwa hata Trix alikuwa hapo Trix, lakini niliwaambia njoni, mnisaidie, njoni kwenye vibe ya show yangu mje mnisaidie tuweke nguvu fulani mm -hmm. na wale wasanii walikuja tu bure kidanganya. Okay. Walikuja wakasema acha tu vibe na washikaji na nini, wakakama hapo tukafanya ile festival lakini okay. pia tukaongelea tofauti ya ngoma yangu ya kwanza na ya pili. uh -huh. Mi nafanya ngoma kwenye uhalisia na, na ngoma zangu huwa ni kweli. uh -huh. Tukaongelea kuhusu ni bariki ile nikapewa kolabu ile na uhalisia mkubwa pia, kwa sababu gani? uh -huh. Ile ni ngoma ambayo nishatoka stage fulani nimefika mahali fulani na bado pia nimetoka mahali kwingine kubaya sana huko nyuma. okay. Nimefikia time mingi niko stage fulani ya kuwa nashukuru yani, kwenye nimefikia nimefikia. Okay. Uh, kuna tetesi kwamba bwana muziki ama wasanii wengi wa pwani hmm. Bwana no, wanajihusisha sana na mambo ya ushirikina. Ah, mimi, tuzime, tuambie. Wajua mimi kusema kweli siamini ushirikina, naamini ukiwa na juhudi tu, juhudi na kama unafanya kitu kizuri mi naamini kitaenda tu na watu watapokea vizuri mi siamini kwenye ushirikina. Sio, niko na swali moja hapa kabla tuingie mitini kidogo denke kidogo denke, ni sho gani Deeboss ushai ushai kupiga na ukasema yani bado unaikumbuka sana ya? ni show gani ambayo ushaikupiga ikakupa manufaa na bado pia unaikumbuka sana? Sasa naweza kuambia tu show ya juzi, yote hiyo ilikuwa festival yangu uh -huh. na wasanii walikuja wengi u wasanii thelathini na walijibeba wao kama wao wakuja mm -hmm. tu wa ne present, mimi wa perform. Mm -hmm. na ile show haikuwa show rahisi mm -hmm. ni show ambayo Kilifi nzima ilishtuka na ile show na bado ilijaa na bado ilikuwa gari kuingia na, hmm. Na watu walilipa na wakaingia wakinijenga mimi kama Deeboss Deeboss. Kama Deeboss naweza kuambia kwenye ile show uh -huh. naweza fanya kama track mbili so far sasa hii kupitia ile show okay. Na bado naweza lipa rent okay. Na bado pia nyumbani naweza peleka kitu, kwa sababu muziki mwanangu, ni kazi, inabidi mpaka nyumbani wakubali, wajue kweli basi muziki unaweza lipa mpaka kusupport, ndio uh -huh. umepeleka kitu nyumbani kwa uh -huh. ile show ya juzi ya takeover imenipia manufaa sana mimi man. Nimenunua simu nyingine mpya wow. na, na, na, na kama ngoma mbili saizi iko kwenye processor nyingine pia, kuna macheni pia nyaro pia kama kawaida eh <laughs> yeah. vile nafaa na Juma Luku bwana so Deeboss yeah. Unapenda kiki? Mimi sina kiki bro, ipo Israel, ndio maana hutaniona sana kwenye kiki kitu chochote changu mimi nikifanya ni kweli. Okay. najua nimefanya ni kweli. Seti nafanya kwa sababu kwa nipate kiki kinisongesha mahali. nimefanya ni kweli nafanya kwa kama unavyojua mimi kama unavyojua ndani ya Cheche za Mjini. Eh, wacha jamaa aloge Mama hivi tutakuwa uh -huh. Tunazama na ile biti alafu tukirudi yeah. Si so, unajua bana, akaingia na mwanae Timboy, tunakuwa tunajua eh, au si? Tunampea pusha, au tupia na salimia mashabiki, kama unavyojua bana, ndio hivyo, msikilizaji. Biti ndio baba, oh oh oh, let's go. Okay, hivk Deeboss Nawakilisha RJ Daily kwenye loop, weza dhani mi DJ mistari mi hutunga weza nita CJ na do kila job kasi rap nite BJ kamwili kadogo tu maumbile mistari kama ndovu chalenji zangu za maisha na sishindani na kovu so gang, gang mi na jeshi la wokovu na sibato na watoto wenye wajakat wa vitovu mihu mada maana mistari inatema sumu, kama huna kifwa kizuri Nitakupa pumu wesapu ukacheze mm. boli ah. nitakupa njumu mwenye nyumba nikifika atoke nikodishe rumu ah. mafunzo tu sijakuja kutafuta bifu ah. na kama we ni mkali akia Mungu nitakusifu ah. mali zangu hey. watu washakuwa marifu sigere nao nimekuja tafuta maelifu na siko serious jamaa hey. uh, uh, denge denge ukitazama flow ya kwake hivi kukaa karibu na trigger imeaffect sana umwamba, lakini unakwenda kama, ama ni venye mmekuwa karibu, mmeandika vitu vingi. Hebu mtafutie biti lingine huyu jamaa kidogo, tukimwachia msikilizaji ni bariki